Na watu watatu zaidi wanaendelea kutibiwa kutokana na ugonjwa wa kipindupindu eneo la Kilgoris, Transmara, kutokana na ugonjwa huo wa kipindupindu uliowaua watu watano kufikia sasa. Wakazi wa baadhi ya maeneo yaliyoathirika kama vile kitongoji cha Majengo na Huruma sasa wakitaka serikali kuingilia ya kati hali chafu ya mazingira, wanayosema inazidi kusambaza kipindupindu hiki kilichowaathiri zaidi ya watu 50 kufikia sasa. Crispin Otieno anaarifu zaidi <tinyo> Jumatano asubuhi mjini Kilgoris, maafisa mm. kutoka idara ya afya wako mbioni kuhamasisha umma kuhusu ugonjwa wa kipindupindu ulioweka watu mateka Kilgoris na Lolgorian, makumi ya wenyeji wakijitokeza kusikiliza ushauri wa maafisa wa afya kando ya barabara pembeni kuna wenyeji wanaoonekana kupinga kinachozungumziwa hapa, hawa wakiwa ni wenyeji kutoka kitongoji cha Majengo. Kama njia mojawapo ya kupata taswira katika eneo hili, wenyeji waliamua kututembeza maeneo haya, na hapa nipo katika kitongoji cha Majengo, viungani mwa mji wa Kilgoris. Eneo hili likiwa mojawapo ya maeneo yaliyoathirika pakubwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa huo wa kipindupindu. Na sasa Wizara ya Afya wamewashauri kutafuta eneo mbadala ya kutoa maji, jambo ambalo wanapinga vikali. Hali katika majengo ni hii, mrundiko wa taka ukiingia hadi maeneo ya wakazi. Eneo hili takriban watu watatu waliathirika baada ya kupata ugonjwa huo. Tuko hapa na watoto watoko watoto, wanakana choa yenye watoto wanatumia. Mvua ikinyesha, maji na chaa mpaka huko. Mtoto akitoka hapa amebeba madudu za choo kwa kiatu, anakuja naso kwa nyumba. Takataka hata awaokoti tunaambiwa, watu wameandikwa ya kuokota takataka, wanaokota kama miezi tatu, hawapewi msahara, wanafutwa. Wenyeji hapa wakiamua kutupeleka sehemu wanayochota maji yao, ebu tazama hapa <tukia> Hapa ndipo kila familia huchota maji. Rundo la kila aina ya taka linapatikana hapa, vyoo vilevile vikimwaga uchafu ndani ya maji yanayotumika katika hoteli kadhaa Kilgoris. Hii ndio maji tunatumia sana sana, sana mimi napeleka kwa mahoteli. Choo imejengwa karibu na maji, hatuna hata barabara. Mita chache kutoka eneo hili tunakutana na wapangaji eneo la Huruma kwenye mpaka wa Majengo. Hapa Eric Shangoi mwanaume mwenye umri wa miaka 45 aliaga ghafla baada ya kupata kipindupindu. Lakini nyumbani alikuwa anatapika na nje vile vile, alitoka tu nje na alikuwa anatapika tu maji peke yake. Crispin Otieno, runinga ya Citizen Transmara. Na mtazamaji, na baada ya taarifa hiyo, tutarudi baada